Uh, leo tunaongea kuhusu swala la kusikiliza. Unajua, kwenye communication kuna vitu viwili ambavyo, kimoja ni kuongea, kingine kusikiliza. Hivyo ndio vitu muhimu kabisa, lakini mi nalipa kusikiliza ndio kitu muhimu zaidi kufanya ma, mazungumzo yaweze kufanikiwa na kufika kwenye hitimisho ambalo limekusudia. Kwa hiyo kusikiliza kwenye aina conversation, kwa mfano kama kwenye kunegotiate kwenye ku negotiate kusikiliza ni kitu muhimu sana kama unataka kila kitu kiende kwenye upande wako, kwa sababu ukiwa unasikiliza anayeongea, unampa muda wa kufikiria kitu anachokiongea, anaanza kujisikiliza yeye mwenyewe. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kumsikiliza, kumuuliza maswali ambayo yanampasa ya jibu lake lisiwe ndio au hapana Yani, jibu lake liwe la kujieleza. Kwa hiyo, zewei anavyozidi kujieleza, anazidi ku communicate mwenyewe, anazidi ku ku negotiate mwenyewe. Kwa hiyo kama kuna information unaitafuta, lazima utaipata, kwa sababu atakuwa anapita kwenye kila information, anakuwa anagusia kwenye kila information. Vile vile inaepusha mifarakano yani, mifarakano kwenye ku negotiate kitu. Unakuta mtu ameshakuwa kwenye emotion na wewe umeshakuwa kwenye emotion, mkikutana wote mnaongea, it means hamwezi kufikia sehemu husika. Lakini ukiwa kimya, ukatulia, ukawa unasikiliza, unasikiliza, unasikiliza, yule mtu anaanza kurudi kwenye sensi, anasema, anaanza kuongea mwenyewe, ana negotiate wewe sasa. Akimaliza kuongea, atakupa muda na wewe wa kuongea. Kwa hiyo kusikiliza kitu muhimu kabisa, kwa sababu kina kinakupa ruhusa ya wewe baadaye uongee. Kwa hiyo unaposikilizwa baadaye unaongea. Unaposikilizwa unaongea vile vile. Kusikiliza kuna build trust, yaani mtu anakuamini, kwa sababu unamsikiliza, yaani zewei tu unavomsikiliza, anatengeneza uaminifu, anakuwa open kukupa information zaidi. Kwa hiyo unanufaika zaidi kwenye kusikiliza. Kitu kingine ki, hata kwenye mahusiano unakuta kuna watu wamekaa wame muda mrefu, lakini wanashindwa kuelewana. Wamekaa muda mrefu kwenye mahusiano hilo, wanashindwa kuelewana kwa sababu ni kitu kimoja, hawasikilizani. Huyu akiwa anaongea huyu mwingine anaongea, huyu anaongea, huyu anaongea. Kitendo cha kusikiliza, unaanza kujua mtu, tabia ya mtu, kwa sababu atafunguka. Unaanza kujua kama kuna changamoto, unajua kosa lilianzia wapi, kwa sababu unasikiliza, unampa mtu nafasi, anakuwa open paka anafunguka kitu ambacho alikuwa anakiwaza. kitu kingine ukitaka kumsaidia mtu msikilize yani, msikilize fanya juu chini akupe details zote, ndio maana hata kwenye therapy wao wanakaa tu anaku... ta mm-hmm. mm-hmm. ikawaje baada ya hapo uliamua kufanya nini? Anasikiliza huku anafanyeje? Anadigest, ubongo wake unafanya kazi kuconnect information. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kujua tatizo lilikuwa wapi. Kwa hiyo jamani, kwenye conversation yoyote tufanye juu chini, tusikilize. Tukitaka kufanikiwa kwenye maongezi, kwenye negotiation kufikia mauzo, yani ufikie sehemu mtu akubali, u close the deal, uuze, ni kusikiliza. Sikiliza information afu zichambue. Dakika tatu zangu zimeisha, I'm out.